Sasa tunakuja kuchinja, nitatoka kwa surprise. Haujua kwamba nitakuja hapa na hautajua kwamba nimetoka ila karibuok naendanazo Bwana Yesu aayule aliyekuja lionaiiendelezee hapa, ndio maana ya kuandika, sio unaenda kutupa kule nani. Amen. Na wewe unaendelea pale ilipoishia. Eh, maana ma ya mwanafunzi sasa hivi kwa moja. Neno la kwanza so, moja. Vyanzo maana yake ni Vyanzo maana yake ni. Maana tunaona kujua vyanzo vya maanguko sasa. Vyanzo maana yake ni. Neno la pili. Maanguko maana yake ni. Unajua? Kuna mtu ameanguka na adibu hapa ameanguka. Na adibu maana yani na nabii lile ya kuomba ina maana gani? Hmm? Maanguko maana yake ni. Kumbuka hapo sasa tunakimeng'ea hicho tasomo tunakivunja vunja ili neno liwe jepesi kule tunapokwenda. Amen. Mena. Eh. Vyanzo magadi. Mbili, maanguko maana yake ni. Tatu, maisha ya kiimani ni nini? Naona hapa swali mimi. Nikwambia mimi mwalimu eh. Tunachambua neno kwa neno. Aleluya. Na nimepewa neema ya kusimama. Naweza nikasimama siku nzima, yani huwa natamani kila nilicho nacho kiende kwa mtu fulani, lakini sasa ndio huwa tunatumia hekima ya maisha ya kiimani. maanake nini? Umeshaandika hapo tena. Nne, mm -hmm, ulimwengu wa roho ni nini? Sasa hivi vitu tukivijua ni rahisi sana sasa. Ah, ni rahisi sana uli jamaa tutegae, ni rahisi sana kumkwepa ili kundi la asilimia 75 litakuwa linatoka niki nikiruka na kundi la asilimia 25 nalo litatoka nikiruka. Vyanzo maana yake, maanguko maana yake, tunapozungumza maisha ya kiimani ni nini? Ulimwengu wa roho ni nini? Kumbuka haya maswali yote manne yako kwenye kichwa cha somo. Kinasema kujua vyanzo vya maanguko ya maisha ya kiimani katika ulimwengu wa roho. Haya matuwezi kukulubuka, lazima tujue kimoja kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tujue kimoja kimoja. Lazima tujue kimoja kimoja. Kwenye nikwambie, kwenye maandiko tumekutana na kitu mitego, wa wangu wangu miteko wani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumekutana na maneno fulani yanasema, tukala wama wama mitego ya Ibilisi. Mitego wa Ibilisi. Bwana asifiwe. Wewe ni kwambie kitu kimoja. Kuna mtego. Hallelujah. Usio ujua. Bwana asifiwe. Alafu baadaye ule mtego kwa namna moja ama nyingine ukakuachia. Hallelujah. Lakini haujui, Bwana asifiwe, haujaondoa mahali pake. Na mitego huwa inatengwa njiani. Amen. Sasa kwa sababu haujajua, ujue kesho tena utakunasa roho. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake hiyo, haya yanakuwa maisha yako, yaani unala sema sawa, ujajua, lakini kwa hiyo ujatoka Ujaikuwa na ujatoka. Si kweli? Lakini unasabari kidogo. Na ukiachiwa, kuna kahama fulani kwa natokea. Kama ni wanasifu hapo na kajasho mpaka kana sweti. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Yaani nimekuwa huru. Maana yake umebana kwenye kwa na fulani. Lakini kafwa, unaenda kawiki kamoja, unaona mtego ule ule kina umekukamata pale. Umekurudisha pale pale. Bwana Yesu asifiwe.

Sawa, ili tunakwenda kumaliza, tuna tumefanya kitu yani, tutamaliza, ila tutakwenda kuishia, kuna kitu cha kufanya. Tutakachokifanya leo, tutaomba maombi na Bwana popote tutakapoishia, maombi yetu ya leo tutaenda kuomba Mungu alete nuru yako mahali gani, unaona unakwakwa oja, ni kuna mitego ya kiuchumi, kuna mitego ya ndoa pekaa, kuna mitego ya maisha yako ya utumishi pekaa, kuna mitego iliyofichwa ya maisha yako ya ibada, yani yani ya maisha yako ya ibada pekaa kuna mitego hiyo fichwa ya maisha yako ya uhai wako peke yake, wanaweza well, waneezowazti. Kwa hiyo shetani anateka kwenye engo ambayo wewe ndio maisha yako. Haleluya! Kwa hiyo unakuta maanguko ni mengi kwenye engo ya uchumi, maanguko ni mengi kwenye engo ya ndoa, maanguko ni mengi kwenye engo ya utumishi, maanguko ni mengi kwenye engo ya maisha ya ibada

katika wingi. Au bibi umoja wake huitwa chanzo. Vyanzo hivyo kumuishi. Yaani nitakusema vyanzo ni hapo kadimulisho. Bwana Yesu asifiwe. Eh, ndani ni muishi katika wingi au wiki? Yaani wingi. Umoja wake huitwa chanzo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na kusema tujue vyanzo. Maana yake maana yake amejumulisha. Bwana Yesu asifiwe, katika ujumla wake vyanzo katika maisha matakatifu. Kitu ambacho anatoka kushughulikia ni hivyo vyanzo. Bwana Yesu asifiwe. Vyanzo ni neno kumwisha katika wingi au vingi, na mmoja wake anaitwa chanzo. Haleluya na... okay. Tunaendelea tunaendelea kidogo mbele yake kidogo Tafsiri neno chanzo lenyewe, kwa sababu ndio nililobeba. Chanzo ni msingi, sema msingi. Kwa hiyo tungepeleka hili neno kule, mtu angesema ijue msingi inayosababisha mambo. Kwa hiyo chanzo ni msingi au asili au chimbuko au kiini, anatumia chimbuko au kiini kwa Yesu asifiwe. Kwa hiyo chango ni msingi, sema msingi. Sema msingi. Asili. Chimbuko au kiini. Yaani shetani haoni kazi kurudi kwenye chimbuko lako. Shetani haoni kazi kurudi kwenye kiini chako. Yaani shetani piga mbio na kupiga mbio. Haoni kazi kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa. Kufikisha mitengo yake. <coughs> Mungu atusaidie <wa> sana. <coughs> Haleluya. <coughs> Okay, point ya pili sasa, msingi ni nini? Naona sasa ni vitu ambavyo nakupeleka eneo, nakupeleka eneo la, nitaelewa tu <coughs> na tunaenda kuomba, niko niko vizuri kwa muda, tunataka tuombe. Yani tutaomba maombi ya imani ya dakika kumi na mbili kabisa, ipo mtu atachomoka mahali. <coughs> <coughs> Msingi ni nini? msingi

Nasema hivi haupo wewe kabla ya msingi wako unaofanana na wewe. mane

tena imempasa kushuhudiwa mema na watu walio nje. Nani ndio washuhudiwe Kristo au nani? Ni mimi na wewe, ili asianguke katika lawama. Unaona, mtego wa pili wa shetani wa kuangusha na mtego wa ibilisi